Na mambo vipi? Karibu katika chanel yako pendwa ya Feaboy kwa ajili ya update zote kuhusu ajira, elimu pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Video ya leo takwenda kuangalia nafasi za kazi zilizotangazwa katika halmashauri ya wilaya ya Chato, mkoa wa Geita na nafasi zilizoweza kutangazwa ni pamoja na dereva daraja la pili, kuna nafasi moja, alafu kuna maendeleo ya jamii msaidizi daraja la pili nafasi mbili. Sifa za maombaji au ya mahitimu kidato cha nne au sita mwenye astashahada NTA level 5 katika fani ya maendeleo ya jamii kutoka vyuo vinavyotambuliwa na serikali, lakini pia kuna msaidizi wa kumbukumbu -kumbu daraja la pili hapo kuna nafasi moja, lakini pia tuna mwandishi mwendesha ofisi daraja la pili nafasi mbili. Masharti ya jumla kwa waombaji, hakikisha ni Mtanzania mwenye umri kuanzia miaka kumi na nane na miaka isiyozidi 45. Na kama ulisoma nje ya nchi, hakikisha cheti chako kimehakikiwa na TCU, NECTA pamoja na NACTE, lakini result slip zitakubaliwa. Hakikisha unakuwa na vyeti vyako original kuanzia cheti cha kidato cha nne na kuendelea. Na mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 18 Novemba 2025. Kumbuka kuambatanisha barua yako ya maombi ya kazi iliyosainiwa pamoja na vyeti vya elimu. Anwani ya barua hiyo ielekezwe kwa mkurugenzi mtendaji halmashauri ya wilaya SLP 116 Chato. Maombi yote yatumwe kupitia mfumo wa kielektronik wa ajira yani ajira poto poto.ajira.go.tz na maombi yatakayowasilishwa nje ya utaratibu huu hayatazingatiwa wala kufanyiwa kazi. Santeni na karibuni. Kama ni mara yako ya kwa kwanza kuingia katika channel hii ya FEABOY tafadhali, bonyeza neno subscribe, like video hii, share video hii kwa wengine wengi zaidi, ili waweze kupata taarifa hii na waweze kutuma maombi yao ya kazi haraka na mapema.